Tatizo lako, una imani ya kushindwa. Kila kitu kwako haiwezekani, kila kitu kwako ni ngumu, kila hatua kwa maisha yako ni shida, kwa sababu moyo wako una tafsiri tu kushindwa. Hauna imani ya kuamini kwamba utashinda, na kwa kuwa pia hauna mahusiano na Mungu, ni vigumu moyo wako kujengwa imani ya kukuwezesha, kwa sababu moyo wa mwanadamu utegemea sana imani na hasa kumwamini Mungu juu ya mapambano kwamba kwa maisha yangu ni tafaulu, kwa maisha yangu nitavuka, nitafika maono na malengo, kwa sababu namtegemea Mungu duniani. Lakini watu wengi wanaweka imani yao kwa watu, kukupa mgongo, watu kukuzibia. Lakini Mungu pekee ndiye mwenye mipango mizuri juu ya maisha yako, maana yeye atakachosema itakuwa ni sharti, itakuwa na huku moyoni ukiamini, itawezekana. Na Mungu akubariki na kukon